Msikilizaji, katika jamii zetu, utupaji wa chakula huathiri sio tu usalama wa chakula lakini pia uchumi wa nchi, ambapo inaripotiwa kuwa theluthi moja ya vyakula vinavyozalishwa duniani huishia kupotea au kutupwa. Vilevile msikilizaji, upotevu na utupaji wa chakula ni hatari kwa mazingira yetu, ambapo huchangia kuongeza utoaji wa gesi joto katika anga na kuzidisha mabadiliko ya tabia nchi. Katika makala yetu hivi leo, tunaangazia swala la uhamasisho kuhusu athari ya upotevu na utupaji chakula kwa mazingira na namna inachangia mabadiliko ya tabia nchi. Nimemwalika Daktari Christopher Mtungi, ni mtafiti mkuu kuhusu maswala ya upotevu na utupaji wa chakula kutoka shirika la World Resources Institute na anaanza kwa kueleza kwa nini ni muhimu kutoa hamasisho kuhusu swala la upotevu na utupaji wa chakula. Ni jambo la kusikitisha kwamba kwa mfano, katika dunia mzima tunapoteza chakula takwimu um, ambazo zina zip zipo zinasema kwamba tunapoteza uh, asilimia thelathini ya chakula ambacho tunazalisha. Na hili ni jambo la kusikitisha na la aibu, kwa sababu kuna watu pia mamilioni ambao hawana chakula. Kwa mfano uh, katika Afrika watu milioni mia mbili themanini karibu milioni mia tatu huenda kila siku kulala bila chakula, wanateseka kupata chakula cha kutosha. Jambo hili la kupoteza chakula sana sana hutokea pale ambapo wakulima na washikadau wengine hawana njia mwafaka za kuhakikisha kwamba chakula ambacho wanazalisha kinaweza kuhifadhiwa vizuri, kinasafirishwa vizuri na kinatayarishwa vizuri katika manyumba lakini pia kuna hili jambo lingine la kutupa chakula ambalo katika sana sana katika masoko na katika manyumba, uh, watu huweza kupoteza chakula ama ku, chakula huenda kuingia kwenye mapipa ya uchafu, na hilo ni jambo pia ambalo si nzuri, kwa sababu kuna madhara katika um, jamii, kuna madhara ya kifedha na kuna madhara ya um, kimazingira. Msikilizaji anaweza kujiuliza ni vipi suala hili uh, la utupaji wa chakula linahusiana na mazingira lakini pia mabadiliko ya tabia nchi labda unaweza kutufafanulia hili. Uh, takwimu ambazo zipo zinasema kwamba chakula ambacho akifikii mlaji kinaenda kwenye mapipa ama sehemu za, za kutupa uchafu kinasababisha uh, ile tunaita greenhouse gas emissions, ama inatoa hewa ambayo inasababisha uh, kubadilika kwa tabia nchi, na takwimu zipo zinaonyesha kwamba chakula husababisha uh, asilimia um, karibu kumi ya ile, ile gesi ambayo ina sababisha uharibifu uh, wa mazingira, lakini sio hilo tu. Uh, tumeona siku za hivi karibuni kwamba eh, vile kwa mfano tulikuwa natarajia kupata mvua imebadilika, lakini si nasema, sio hilo tu, kwa sababu pia kuna jambo hili la kutumia ardhi kuzalisha chakula, lakini hicho chakula kifikii mlaji. Kama tungeweza kuacha kupoteza chakula, basi ekari karibu bilioni moja zinaweza kutumika kwa njia nyingine. Siku hii ya kutoa hamasisho, tuzungumzie kiwango cha uelewa a, katika jamii zetu ama nchi zetu, uko vipi kuhusu swala hili la upotevu na utupaji wa chakula. Je, wananchi katika mataifa yetu hasa hapa barani Afrika? Ye, naweza kusema kwamba uelewa wa upotevu wa chakula na utupaji wa chakula haujafikia mashinani kwa kweli. Kwa wale ambao wamesoma kidogo wako na elimu, wanaweza kuwa wanajua, lakini pia hata wakijua, kuna ile watu hawajabadilisha tabia, na kwa hivyo kuna sababu kubwa ya ku, kueneza ah, hili hili jambo, watu waweze kujua zaidi katika mashinani, em, kwenye mashule, kwenye makanisa na kila sehemu. Pengine ni vizuri pia viongozi wa kiserikali, wa siasa, pia kuliongelelea hili jambo, sababu ni kama tutaweza kusimamisha hili ili tatizo basi itakuwa ni manufaa kwa serikali, itakuwa ni manufaa kwa watu binafsi, kwa biashara na kwa kila mtu. Tunapozungumzia tabia yetu kama walaji ama watumiaji wa vyakula mbalimbali mbali, tunachangia vipi tatizo hili, na ni vipi watumiaji wanaweza kupata ufahamu kuhusu mchango wao katika tatizo hili ili liweze kushughulikiwa ipasavyo? Kitu cha muhimu ambacho ningesema walaji chakula pengine kuna ile tunasema kwa kimombo planning, na ni vizuri e, watu waweze kujua ni nini wanahitaji. Kwa mfano katika um, kwa siku e, nahitaji chakula kiasi hiki, na wakati naenda kununua chakula, basi amna haja am, ninunue zaidi ya kile nahitaji, na wakati natayarisha kile chakula pia hakuna um, e, amini kuna kuna zile njia ambazo watu waweza kutayarisha chakula kwamba hawapotezi sehemu kubwa ya kile chakula na kwa hivyo um, hayo ni mambo ambayo pengine hutegemea tabia ama kacha za watu, lakini ni kitu ambacho kinaweza kubadilika na msikilizaji, kama ndio mwanzo unaungana nasi katika makala yetu hivi leo, niko na Daktari Christopher Mtungi, mtafiti mkuu kuhusu maswala ya upotevu na utupaji wa chakula. Tukizungumzia swala la uhamasisho kuhusu upotevu na utupaji wa chakula kwa kiwango fulani, uh, changamoto hii inaathiri usalama wa chakula katika nchi zetu, na ili kulikabili uh, changamoto yoyote lazima kuwepo na mipango au mikakati eh. Sasa ni sera zipi zimewekwa kushughulikia swala hili mwanzo, katika ngazi ya kitaifa, lakini pia katika ngazi uh, za kimataifa. Kwanza ningesema kwa mfano uh, katika nchi ya Kenya uh, serikali ya Kenya imekuwa katika sehemu ya, kwa, ya mbele sasa siku za hivi karibuni kuandaa ule tunaita um, food loss, waste and post harvest strategy. Um, na hiyo ni strategy ambayo itasaidia eh, serikali za kaunti ama zile za mashinani kuanza kuangalia ni vipi ni mikakati ni gani tutaweka ndio tuweze kupunguza hali ya upotevu wa chakula, lakini hilo ni katika um, nchi kama Kenya. Nchi zingine bado ziko nyuma, hazijafikia ile sehemu, lakini kama um, shirika la utafiti na jitahidi sana kuwafikia wengine pia waweze kusoma pile, vile nchi ambazo zimeendelea mbele zimefanya na pia wao waweze kuiga mfano huo. Katika um, kimataifa e, jambo hili la kupoteza chakula limechukuliwa vikali na katika zile tunaita uh, Sustainable Development Goals, SDGs, um, ya kumi na mbili nukta tatu kuna lengo fulani tuweze kupunguza angalau kwa nusu kile chakula ambacho hupotea na kuna E, mashirika kadhaa ambayo yameanza kuchukua mwelekeo, ingawaji hatujafikia ama hatuendelei vizuri kwa kufikia hilo lengo, kuna uwezekano basi e, katika siku zijazo tutaweza kufanya vizuri zaidi. Labda una, unaweza kuzungumziaje mchango wa uh, kwa mfano teknolojia katika kupunguza changamoto hii ya utupaji wa chakula, hasa kutoka kwa mashamba hadi majumbani mwetu? e, ni kweli. e, jambo ambalo kwanza tulipati vizuri katika nchi ambazo zinaendelea ni kwamba teknolojia zetu bado ziko chini kidogo, lakini nimeona siku za hivi karibuni mashirika ya kusaidia uh, na mashirika ya kiserikali pia mengine yameanza kuwekeza hela, lakini tunataka pia hizo hela ambazo zinaenda kusupport teknolojia bado kuna vile zina, zinapaswa kuongezeka ama kuwekwa zaidi. Tunatarajia kwamba private sector pia wataingia katika kuleta pamoja e, wakulima na watengenezaji wa hizi teknolojia pamoja, ndio wakulima kupata njia eh, za kununua zile teknolojia na kuzitumia, lakini kuna lile tatizo lingine la kwamba pia teknolojia wakati mwingine zinafeli, hazifanyi vizuri, na wenye wanazitumia pia wanakuwa na shuku kidogo, na hapo pia ndio maanake sasa shirika za utafiti zinaingilia kuangalia ni kitu gani ambacho kinaenda kombo kidogo na ni izi, kinaweza kurekebishwa namna gani? Mwisho tu labda, katika siku hii ya kutoa hamasisho kuhusu upotevu wa chakula, lakini pia utupaji wa chakula, mwito wako ni upi kwa serikali zetu, lakini pia jamii kwa ujumla? Ningesema hivi kwamba kila mtu hahusike vilivyo. um, tukianzia na watu binafsi e, watu ni vizuri waanze kufanya mahesabu katika manyumba zao, waone ni wapi wanapoteza chakula ama wanatumia hela kununua chakula ambacho hawahitaji ama baadaye hawatu mi, na mwishowe, wataanza kuona kwamba kuna kuna faida fulani, kuna kiwango fulani cha fedha ambacho kinaenda sehemu ambayo haipasi kwenda. Upande mwingine, ningetaka kusema serikali pia ni vizuri ichukulie hili jambo kwa umakini, sababu kama kwa mfano tutaweza kutatua tatizo la eh, kiwango cha chakula asilimia uh, 30 kwa serikali, itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu zile hela ambazo hutumika kwa mfano kuweza kuleta chakula kutoka nje zitaweza kuingia katika sehemu zingine kama kwa mfano elimu eh, sekta ya afya na kadhalika. Na kufikia hapo ndio natia kikomo makala yetu hivi leo. Shukran kwa Daktari Christopher Mtungi, ni mtafiti mkuu kuhusu maswala ya upotevu na utupaji wa chakula katika shirika la World Resources Institute akiwa nchini Kenya. Jina langu Minzilitijai, kwa heri.